Wachezaji wapo kwenye hali gani sasa? Nafikiri unajitahidi sangine, unaona kisa wachezaji, unaona bado wako chini e. Kwa hiyo nafikiri kama nilivyokueleza, Simba walikuwa kwenye ubora mkubwa e, na sisi nafikiri hatukuwa sawa na ndio maana tumeadhibiwa ni mchezo wa kiporo, hmm. Ulikuwa na matarajio yote ya kupokota alama tatu kwa ajili ya, ya kujikita vizuri kwenye msimu wa ligi. Kwenye mchezo wote unajipanga, una unajua pamoja unajua unaenda kucheza na timu ya namna na gani ngumu, lakini unajua nikijipanga vizuri naweza nikapata pointi hmm.